Ndugu mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu, karibu katika mwendelezo wa somo la aqida, somo linalofundisha masala ya itikadi, kwa sababu dini ni itikadi na matendo, na upande wa itikadi ndiyo foundation ya dini na ndio mizizi ya dini, na sehemu iliyobakia ni sehemu ya, ya jengo Iliyobakia, yani ukiondosha foundation na ni sehemu tukifananisha na mti, sehemu sehemu iliyobakia ni sawa na matawi, lakini shina la dini na mizizi yake ni alaqida aqida. Kwa hivyo masala ya aqida ni masala ya msingi sana. Mtume sallallahu alaihi wa sallama, e, zaidi ya nusu ya e, umri wake katika utumi amefundisha aqida akiwa katika akiwa Maka miaka 13 na miaka kumi iliyobakia akawa anafundisha sharia na aqida tena, lakini miaka 13 akiwa amejikita tu katika suala la aqida, sheria kidogo sana. Ni masala ya msingi sana haya masala ya aqida. Tuko katika katika unwani inayosema hal tajuzu muwalatu lkufari wa nusratihim, je, inajuzu eh, kuwapenda E, almuwalatu al, al, al kuwapenda na, kunusu, na kuwanusuru mapenzi ya ndani yale, almuwalatu ni yale mapenzi ya ndani ukawapenda makufari, yani watu waliomkufuru na kumkana Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. E, <kuhima> hapa unwani ina, ina, ina, inaashiria kwamba watu hawa wamemkufuru Mwenyezi Mungu azwa jallah na wamekufuru dini ya Mwenyezi Mungu azwa jallah, wamekufuru mituma Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wamekufuru vitabu, wamekufuru lengo la kuletwa kwao hapa duniani. Na isitoshe wakati mwingine, bali hiyo ndio kawaida yao, hupiga vita dini ya Mwenyezi Mungu subhana wataala kwa ujumla wake na kwa nyanja zake zote, wana Eh, alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, wanataka wazuilie watu wengine, sio tu wao, wazuilie watu wengine kunako dini ya Mwenyezi Mungu azza jalla, na wanatoa mali zao na nafsi zao ili kuiua ikiwezekana dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Je, inajuzu kuwapenda watu hawa? Mimi kabla sijasoma aliyomo katika kitabu, nakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayuhalladhina amanu e, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, enyi ambao mmeamini msiwafanye ni wapenzi l l wa ndani wasiokuwa nyinyi. la yattakhidhi lmuminuna alkafirina auliyaa min duni lmuminin, waumini hawawafanyi wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu azza wajalla ni wapenzi, kinyume na waumini. Na kuna aya nimeandaa hapa, ama nimezichagua ni nimezichagua ni, ni aya hapa na katika katika softi copy na katika hard copy ya msahafu eh, kwa ajili ya masala haya, na utakumbuka kabla ya masala haya tulikuwa tuna unwani inayozungumzia alwala walbara, eh, ambayo ni, ni, ni, ni, ni, ni anwani nambari arobaini na tisa katika series ya darasa zetu hizi. E, nataka nisome yaliomo katika kitabu alafu nitazirudia hizi aya. Anasema, hal tajuzu muwalatu lkufari wa nusuratihim, je, inajuzu kuwapenda makufari na kuwanusuru. Akasema, la tajuzu muwalatu lkufari wanusuratuhum, haijuzu kuwapenda makufari male mapenzi ya ndani, wa nusuratuhum, na kuwanusuru. Qala llahu taala, Mwenyezimungu subhanahu wataala anasema. Kabla sijasoma aya iliyo katika kitabu hapa inanihudhuria kauli yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akiwaponda wale wanaowapenda hawa. Akasema ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum nyinyi mwawapenda na mwana, kwa sababu wakati mwingine mwanadamu hujiongeza akajifanya kwamba anaweza kujiongeza mpaka katika mambo ya Mwenyezi Mungu jalla waala. Hawa ni jamaa zetu, hawa ni hivi na vile. Mwenyezi Mungu azza jalla anasema wao hawana hiyo sera, kwamba hawa ni binadamu wenzetu hawa ni jamaa zetu. Mwenyezi Mungu anasema ha antum ha, ha antum ulai tuhibunahum wala yuhibunakum, nyinyi mnawapenda wao hawakupendeni nyinyi, mnawapenda wao hawakupendeni. Tutataja katika katika nini katika, kwa, kwa mujibu wa hizi aya utaona katika aya sababu kwa nini nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema tusiwapende kwa nini, kwa lugha ya kinaga ubaga. E, anasema e, nisome aya waman yatawallahu minkum fa innahu minhum. Mwenye kitabu akaleta aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba atakaye wapenda wao katika nyinyi yeye ni katika wao. Katika angalia hili neno atakaye wapenda katika nyinyi yeye ni katika wao. Yeye ni katika wao, hii ina tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza ambayo ndiyo inayoonekana haraka haraka kwamba Mwenyezi Mungu azza wa jalla amempiga pande, amemtoa katika kundi la waumini, amemjalia ni katika wao, amemtoa huku, amemwingiza huku. Hiyo ni hukumu ngumu sana. Waman yatawallahum minkum fa innahu minhum, ambaye atawapenda mapenzi ya ndani katika nyinyi, basi yeye ni katika wao. Lakini wakati unaendelea kuzungumza mada hii, utofautishe kati ya suala la kuwapenda moyoni na kuwaridhia na suala la kuwatendea wema. Sisi tumefundishwa kuwatendea wema binadamu wote na kuishi na wao kwa wema, hata katika mazungumzo. Waqulu linasi husnan, e, zungumzeni na wao maneno mazuri, amilianeni. Kama ana shida ya njaa na nini nini, tunawatendea wema. Lakini suala la kuridhia ukafiri wao na matendo yao mabaya, hilo ndilo swala ambalo muislamu anakatazwa kuliridhia waman yatawallahu minkum fainahu minhum, ambaye atawaridhia wao basi yeye Mwenyezimungu azza jalla amempiga pande, amemuingiza katika kundi hilo. Tafsiri ya pili, waman yatawallahu minkum fainahu minhum, e, yeye atakuwa ni katika wao, kwa maana ya e, e, mtu akiwapenda watu wabaya e, hiyo hupelekea ile sensa iliyoko katika nafsi yake ya kusensi ubaya itakuwa inashuka kiwango. Kama ilikuwa ina sensi ubaya kwa mia moja, basi itasensi kwa themanini, itaenda itasensi kwa sitini, itapoteza kusensi, itasensi kwa arobaini, kwa ishirini, mpaka kumi, mpaka utasema hawa na sisi ni, ni, ni, ni, ni kitu kimoja, mpaka utafika katika hiyo dini mseto ya kusema hawa na sisi ni kitu kimoja. Wala wao hawasemi kama unavyosema wewe, unasema kitu kimoja wala wao hawasemi kama unavyosema wewe, ha antum tuhibbunahum ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi mnawapenda, lakini wao wala hawakupendeni. E, kwa hivyo ikishakuwa ile hali ya kusensi ubaya wa ubaya wao imekufa na wewe utaweza kuingia katika mambo yao na kufuata mila zao na taratibu zao na kuridhia ubaya wao. Kwa hivyo itakuwa kana kwamba hakuna tofauti kati ya wewe na wao. Ndio maana Mwenyezi Mungu Azza Jalla akasema, atakayewapenda basi yeye atakuwa ni katika wao. Hapa tunajifunza kwamba sababu ya Mwenyezi Mungu Azza Jalla kuweka ukuta baina ya waumini na wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu Azza Jalla, ili waumini wasije wakaathirika, wabakie na msimamo wao wakuwa ni waumini na kuchukia mambo mabaya pamoja na kuwachukia watu wabaya wakala sallallahu alayhi wasallama na mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema inna ala bani fulani bani fulani laysu biawliyai, hakika watu fulani wa bani fulani n yani, watu wa, wa familia fulani hapa hawakutajwa hao si katik, mimi sina jamaa nao, si jamaa zangu. Hadithi hii ni sahihi, rawahu Ahmad. Sasa wakati mwingine muislamu anaweza akajitia aka, aka ufahamu zaidi akakataa aqida hii kwamba huu sio utu, huu sio ubinadamu. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna ubinadamu wa kuridhia maovu. Kama mtu ni jambazi, alafu kasema mimi ninampenda na namridhia, hiyo sio swala maaqul. Hilo na masala ya ujambazi ni madogo kuliko masala ya kukufuru dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. E, nisome sasa katika kitabu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anasema innal ladhina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika adhallina. Hakika wale ambao kwamba wanamfanyia wana, wanampiga pande wanamfanyia hadi wanampiga pande na wanamfanyia wadui mtumewe ulaika adhallina. Hawa watu ni maduni na ni madhalili. kataba Allahu la laaghribanna ana warusuli Allah amekwisha kuhukumu kwamba mimi na mitume wangu ndio ambayo maana nini? Kuna upande wa Mwenyezi Mungu Azza Wajalla, na kuna upande mwingine. Inna Allaha qawiyun aziz, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni mwenye nguvu na ni mshindi. Kisha akasema hapa, nasoma katika sura gani? Nasoma katika surati Al-Mujadila, nimeanzia katika aya nambari 20. katika surati Al-Mujadila nambari nambari 20. E, aya zinazofuatia zinasema la tajidu qauman yuuminuna billahi wal yaumil akhiri yuwaadhuna manhada Allah wa rasula, huwezi kuwakuta watu ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtumewe na, na, wanamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho wanawapenda yale mapenzi ya ndani. Manhada Allah wa rasulahu, watu ambao wamemfanyia uadui Allah na mtume wake. Unaona, sababu ya uadui ni kwa kuwa wao wameleta wame, wame, wame, wame uadui wa kumchukia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na mtumewe unaweza ukafanya inkari na na kulistaajabia hili , lakini rudi katika mfano wa kifamilia wewe, huwezi kuwa ni rafiki wa baba yako, huwezi kuwa wewe unafanya urafiki wa ndani na mtu ambaye ni adui wa mwenyekiti wako wa chama chako. Sasa hapa Mwenyezi Mungu Azza Jalla anasema watu ambao wamemfanyia uadui Allah na mtume wake, Allah anayekulisha wewe, aliyekuumba wewe, yeye amemfanya ni adui. Alafu wewe useme una diplomasia ya kuwa ni rafiki yako. Allah akasema, walau kanu abaahum. Watu hawa waumini huwezi kukuta wanafanya hivyo, yani ukikuta hivyo, hao sio waumini, hata kama hao ambao wanamchukia Allah na mtume wake ni baba zao, au abnaahum, au watoto wao, au ikhwanahum, au ni ndugu zao, au ashiratahum, au ni jamaa zao. Allah akasema, ulaika kataba fi qulubihimul iman Hawa watu wenye msimamo huu ujue, Allah amekwisha kuandika katika mioyo yao iman. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, na amewatilia nguvu kwa roho atokaye kwake. Wayudkhiluhum jannatin tajri min tahti al anhar, na atawaingiza watu hawa katika pepo zenye kupita chini yake mito mbalimbali mbali, khalidina fiha, watakaa humo peponi milele. Radhiyallahu anhum, Mwenyezi wa Mungu amwaridhia watu hawa wenye msimamo huu. Waradhu anhu na wao wamemridhia Mwenyezi Mungu azza jalla. Ulaika hizbullah. Hawa watu ni chama cha Mwenyezi Mungu. Ala inna hizballahi humul muflihuna. E, ha, e, chama cha Mwenyezi Mungu azza jalla ndio yenye kufaulu. Hawa ni chama cha Mwenyezi Mungu azza jalla dhidi ya chama cha sheitani. Kwa hivyo uadui ndugu zangu katika maisha upo. Ila itakuwa uadui ni mbaya kama hauna sababu za msingi. Ama kama uadui kati ya watu wazuri wanaosimamia maadili na majambazi, hiyo hiyo ni ni sawa, ni sawa. Kwa hivyo si mara zote uadui ni ni mbaya. uadui ni mbaya pale ukiwa uadui unakuja bila ya haki. Nisome katika surati Al-Mumtahina, katika aya ya mwanzo kabisa maelezo yanayokupa picha kwamba hii chuki ime e, nini ime ambayo tunaambiwa tusiwapende watu wabaya, maana yake tuwachukie na tuchukie mabaya yao, imejengeka katika misingi gani? E, Bismillahir Rahmanir Rahim. ya ayuha lladhina amanu, enyi ambao mmeamini. la tatakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, kama yale tuliyosoma huko, msiwafanye maadui zangu na maadui zenu. Ina maana hawa watu ambao tunaambiwa tuwachukie, wao wenyewe ni maadui wa Allah na ni maadui wa watu wa Allah. Msiwafanye ni awliya, ni wapenzi. tulquna ilaihim bilmawadda, ikawa mnawapa mawadda, mapenzi ya ndani waqad kafaru bima jaakum, na hali ya kuwa. Angalia, ametaja sababu ya kwanza kwamba wao wenyewe wanawadui na Allah na mtume. Hapa anataja sababu nyingine, waqad kafaru bima jaakum, na hali ya kuwa wamekufuru yale ambayo yamekuijilieni nyinyi, minal haqi, katika haki, yani qur'ani na hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume. Yukhrijuna rasul, wanamtoa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum, na wanakutoeni nyinyi katika majumba yenu na katika miji yenu, antuminu billahi wa huu ni mfano tu kuwatoa, huu ni mfano lakini ni kuwaengua waumini, na kuengua na kumwengua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa iyyakum pamoja na nyinyi. antuminu billahi rabbikum, sababu ya wao kukuchukia ni nyinyi, ni kwa kuwa nyinyi mumemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni bwana wenu. in kuntum kharajtum jihadan fi sabili, msifanye hivyo, mkawapenda watu hawa, ikiwa nyinyi kweli mumejitoa kwa ajili ya kutetea ya, ku, ya, ya, kutetea njia yangu jihadan fi sabili, kwa nini mmejitoa kwa ajili ya kutetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wa bitiqa marudati na mmejitoa kutafuta radhi zangu, tusiruna ilaihim bil mawadda, Mwenyezi Mungu azza jalla kalaumu, mnawapenda kisirisiri, wa ana aalamu bima akhfaytum, na mimi najua yale ambayo mnayaficha, wa maalan tumna, yale ambayo mnayadhihirisha, wa man yaf'aluhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil, na yeyote ambaye atawapenda na yeyote ambaye atafanya hivyo katika nyinyi hakika amepotea ndia. Mwenyezi Mungu azza jalla akasema in yathqafukum yakunu lakum adaan, wakikupatieni fursa wanadhihirisha wadui wao, wayabsutu ilaikum aidiakum aidiahum, na watanyosha mikono yao wa alsinatam, na ndimi zao, bisui kwa ubaya, wawaddu lau takfuruna, na wana, katika wanayapendelea, wanapenda nyinyi mkufuru mtoke katika dini Lan tanfaakum arhamukum wala auladukum yauma alqiyamati yafsilu bainakum Allah akasema, hautakunufaisheni undugu wenu hawatakufaeni ndugu zenu wala wala watoto wenu siku ya Kiyama, yafsilu bainakum Allah atatenganisha baina yenu. Hawa watu ambao wewe unasema ni jamaa zangu, ni jamaa zangu, Allah anasema siku ya Kiyama hawatakusaidia na nitawatenganisha. Wallahu bima taamaluna basir, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa yale ambayo mnayafanya. Ndio hapa akaleta ile aya ambayo tulikuwa tumesoma katika darasa ya nambari 49, kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim, hakika mna kigezo kizuri kwa Nabii Ibrahim, wallazina aman, katika masala haya wallazina amanu maahu walladhina maahu, na wale waliokuwa ambao wako pamoja na Ibrahim. idh qalu liqaumihim, kumbukeni walipoambia watu wao, inna buraau minkum, sisi tuko mbali na nyinyi. wa mimma ta'buduna min duni la, na yale ambayo mnaabudu kinyume na Mwenyezi Mungu azza wa jalla. kafarna bikum, tumekukufuruni nyinyi, mnakufuru dini na sisi ndo kufuru, kufuru kafiri wenu. wa bada bainana wa bainakum, al'adawatu, umedhihirika baina yenu na nyinyi uadui, walbaghdha wal, na chuki, abadan tena milele. hata tu'minu billahi wahda, mpaka mtakapomwamini Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo masala haya yako katika sharia, mtu asijitie ufundi na diplomasia zake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. E, tuko na onwani nzuri sana katika darasa ijayo, inazungumzia man huwal, wali, wali ni nani. Muna watu wanaji wanajifanyaga ni mawali, wanakuja na mambo chungu mzima ya upotevu. Kwa hivyo kuna haja ya kumjua wali ambaye amezungumzwa e, katika Qur'an na hadithi ni nani hasa na yukoje.